Wizara ya Ujenzi inapenda kutaarifu umma kuhusu hatua zilizochukuliwa kufuatia ziara ya Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Abdalah Ulega alipokagua mizani ya Mikese, mkoani Morogoro, Novemba 22 mwaka 2025, na kubaini kuwepo kwa uzembe wa kutoshughulikia kuharibika kwa mizani ya kupima magari yakiwa kwenye mwendo na kusababisha foleni katika barabara kuu ya Dar es Salaam Morogoro. Kutokana na hali hiyo, Mheshimiwa Waziri Ulega alitoa maelekezo ya kurejeshwa kwa huduma ya mizani hiyo haraka na kusimamishwa kazi kwa watumishi waliohusika na uzembe huo. Maelekezo ya Waziri Ulega tayari yamefanyiwa kazi na Wizara, ambapo timu maalum ya wahandisi na wataalamu wa mizani imeanza kufanya matengenezo ya mifumo yote ikiwemo mfumo wa kupima magari yakiwa kwenye mwendo kuanzia Novemba 25 mwaka 2025, ili kuhakikisha mizani na rejea kufanya kazi kwa ufasaha na kwa viwango vinavyokubalika kitaifa na kimataifa. Aidha, wasimamizi watatu waliohusika na uzembe huo wamesimamishwa kazi ili kupisha uchunguzi. Wasimamizi hao ni pamoja na meneja wa mizani kutoka wakala ya barabara Tanzania makao makuu injinia Leonard Mombia, meneja wa Tanot mkoa wa Morogoro injinia Johnny Mkumbo, na msimamizi wa mizani mkoa wa Morogoro injinia Britchi Mpeli. Wizara inawahakikishia wananchi kuwa wakati ukarabati unaendelea utaratibu maalum umewekwa na unasimamiwa kwa weledi ili kuhakikisha magari yanaendelea kuhudumiwa kwa kufuata sheria za usafirishaji bila usumbufu. Imetolewa na Katibu Mkuu, Wizara ya Ujenzi, Novemba 26 mwaka 2025.